Kwa katika makubaliano haya a, sisi kama benki kuu tutaendelea kushirikiana na NBAA kuwezesha kwamba shughuli zote wanazozifanya zinazingatia viwango, zinazingatia maslahi mapana ya taifa na zinaendelea kuleta mchango chanya katika utekelezaji wa dira maendeleo ya mwaka 2050. Ndiyo maana hata mwenyekiti wa bodi wakati anafafanua alielezea dhamira yao ya kufikia 2050 ambapo Tanzania itakuwa imefikia uchumi wa juu katika kundi la nchi za uchumi wa kati ile hatua ya juu, na sisi kama Tanzania au kama benki kuu tunaendelea kuhakikisha kwamba tuna sapoti uchumi wetu, ili viashiria vyote vya kiuchumi viendelee kuwa imara, uchumi wetu uendelee kukua kwa viwango vinavyotakiwa hadi tufikie eh, Tanzania itakayokuwa na uchumi wa eh, pato la trilioni moja dola za Kimarekani ifikapo mwaka elfu mbili na hamsini. Lakini tutaendelea kusimamia nidhamu ya matumizi ya fedha, tutaendelea kusimamia mifumo ya malipo kama tunavyofanya sasa hivi, na kuhakikisha kwamba thamani ya shilingi inaendelea kuimarika, na kuhakikisha kwamba shughuli zote za biashara katika uagizaji wa bidhaa kutoka nje na wale wanaopeleka bidhaa zetu nje, kwa maana exports, zinafanyika kwa kuzingatia misingi na mifumo ya kawaida ambayo itawafanya Watanzania wote walioko kwenye sekta binafsi na sekta ya umma wafanye shughuli zao vizuri. Kwa niendelee kutoa rai kwa watu wote, tunapoendelea kufanya shughuli zetu za kiuchumi tuhakikishe kwamba tunakuwa waadilifu, hesabu zinapofungwa zionyeshe uhalisia, na tutumie mifumo hii ya kidijitali kama mojawapo ya fursa zinazoleta uadilifu uh, na kuongeza kiwango cha ufanisi katika taasisi zetu. Sisi kwa dhamana tuliyopewa ya kusimamia pia mifumo ya malipo tuhakikishie kwamba mifumo yote iko salama. Nafahamu kuna minong'ono eto, watu wengine wanadanganyana kwamba labda mifumo iko vibaya, sio kweli. E, sisi mifumo yetu iko thabiti, iko salama na tunaendelea kuisimamia kwa viwango vya hali ya juu, kwa sababu pia mimi ni mwenyekiti wa ile National Cyber Security Forum. Ninawathibitishia Watanzania wote kwamba mifumo yote ya kifedha iko vizuri na tunaendelea kufanya malipo bila tatizo lolote. Ikiwa benki inataka kumkopesha kukopesha shirika au mdau yoyote, ile taarifa itakuwepo. Ikiwa TRA wanataka kujihakikishia kama kuhusu masuala ya kodi, kuhusu uh, taasisi mbalimbali mbali, kuhusu kanuni, uh, kuhusu kampuni mbalimbali mbali. Ile taarifa iko pale ni, ni, tunasema ni taarifa pekee itakayotumika hata kwa ikiwepo, ikiwa mwekezaji anakuja anataka kuja kuwekeza hapa nchini, anataka kushirikiana na baadhi ya taasisi zetu, kampuni zetu, ile taarifa ipo kwale, ipo pale. Kwa hiyo inaongeza uh, inaongeza uh, thamani inaongeza credibility inaongeza kuaminika zaidi kwa taarifa zote zinazotolewa na wahasibu na kukaguliwa na wakaguzi wetu. Kwa hiyo binafsi naona ni fursa kwa, kwa taifa na kwa makampuni tofauti tofauti, kwamba watakwenda kunufaika na, na mahusiano haya, na nina, nina, nina, ninawasihi kwamba let us take advantage ya hit, hi haya mahusiano yaliyoanza, ili wote tukapate kuwa wanufaika.